Ninaambiwa tangu madini haya yavumbuliwe na Mzee Jumanne Ngoma kwenye mwaka sitini na saba mzee yule pamoja na kutambuliwa na Mheshimiwa Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye barua niliyoiona, imesainiwa na Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ilikuwa ya tarehe tatu mwezi wa 8 80 mwaka 80 na dokumenti yake ya kwamba amevumbua madini ya aina ya pekee ambayo hata yeye alikuwa hayajui na akayapeleka kwa mjiolojia mkuu wa nchi mwaka sitini na saba. Barua ya mjiolojia hiyo nimeiona na bahati nzuri ninayo. Hii inadhihirisha kwamba Tanzanite haikuvumbuliwa na mtu kutoka nje, imevumbuliwa na Mtanzania. Barua ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisaini tarehe nane mwezi wa kumi mwaka themanini akitambua kazi nzuri za mzee huyu ambaye ninaambiwa kwa sasa hivi ameparalyze kidogo lakini barua ya inspector of mines officer in charge alisaini tarehe 23 Septemba mwaka 1967, lakini alishapewa hati ya kupewa tuzo ya sayansi ya ufundi mwaka 84 na kadhalika. Huyo mzee amekuwa akihangaika siku tangu sitini na saba anahangaika, na ndiyo tatizo la Tanzania. Ukifanya chochote hata kama ni kizuri namna gani, hata ungevumbua nini. Mimi ninafahamu wavumbuzi wengi tu chuo kikuu waliofanya makubwa tu, lakini hata kutambuliwa hawakutambuliwa. Hata mimi nilivumbua kitu fulani cha iso anakedi kiasidi, nilipoomba hata kutambuliwa tu mpaka leo, wala hata kuandikiwa tu barua. Wamebaki na kitabu changu kwenye library ya chuo kikuu cha Dar es Salamu. Kwa hiyo nilipomwona huyu mzee anahangaika, ninajua matatizo ya Watanzania na ndiyo maana wavumbuzi wengi wa Tanzania saa nyingine huwa wanaishia yale walioyavumbua, anakwenda anapewa pick up mzungu, naisha, uko, uko, na mzungu yanaisha huko huko, naye atakuwa anatembelea hata kubebea mchichi. Huyu mzee. Sifahamu kama yuko hapa. Niliagiza ijie aje hapa aje tu hapa, nimtambulishe huyo mzee kama ataweza angalau wakuone Watanzania, historia ibaki kuwa Tanzania kwamba wewe ndiyo mvumbuzi wa Tanzanite. Kama anaweza kuja, mumsogeze. Kama inashindikana, basi mumwache tu, angalau mumlete akae hapa mbele. Leo ni shuguru ya Tanzanite, angalau mumlete huyu mzee akae hapa mbele. Bila yeye tusingekuwa. Tuna mlete kabisa hapa, mlete hapa. Mzee Jumanne, sogea hapa, uje ukae hapa. Tunafanya haya kwa heshima yako na upendo wako mkubwa mlete hapa huyu baba aje akae hapa nimlete huyu mzee ili watanzania wamtambue kwamba leo tusingekuwa tunazungumza tanzanite bila huyu baba jumanne anaitwa jumanne ngoma mnamuona mzee wa watu leo anauma mguu wake amesha paralyze. ili kusudi aende akatibiwe vizuri serikali yangu tutampa shilingi milioni mia moja ila akazitumie katika matibabu yake na kuweza kujisitiri. Yale mengine tumwachie Mungu, tutajua namna ya kufanya.